Asubuhi ya leo shemeji yenu Rotimi ameamua kuamka na nyie bwana wa Tanzania kwa kuposti clip akiwa na mkewe Vanessa Mdee ambao ile hawa wako kwenye mahusiano wa ya muda mrefu sasa, lakini pia wameshabarikiwa kupata watoto wawili Seven pamoja na Imani aweza kuongea hadi Kiswahili kwa kusema kwamba Watanzania, mimi Vanessa ni mke wangu na hivyo hatuachani. Hiyo ni kauli ambayo imetoka kwa Rotimi mwenyewe, ambaye tunaweza kushuhudia, wiki zilizopita kashikashi zilikuwa nyingi, si unajua tena. Alionekana aki- akiwa aki anapiga picha na mdada fulani hivyo, akiwa wanaangalia basket. Kinipia aliweza kubadilisha namba pale, kwa hiyo rotimi ameweza kuona zile comment na akaona the way watu walivyokopo, wanamwandamaini sana kutokana na hicho alichokifanya, ndipo ameamua kuongea leo tena kwa Kiswahili kabisa. Anasema huyu ni mke wangu, kwa hivyo hatuachani, yaani siwezi kumwacha Vanessa. Enjoy the video and usiache kusubscribe channel yetu, lakini pia follow, ehe kama hujatufollow uja kwenye Instagram pale naenda kwenye PMTV2_, ndo tunapatikana hapo. Lakini asante pia kwa pmbet, ambapo kupitia promotion ya kasino Royal Plus unaweza ukashinda gari mpya kabisa aina ya jeto. Cha kufanya ni unaingia kwenye website ya pmbet.co.tz, then unaangalia pale games zako nzuri ambazo zinaweza zikakufanya ukaondoka na hiyo chumba mwaka huu mwanzoni kabisa mwa mwaka. Bye bye, mpaka wakati mwingine.